Ni siku ya tatu ya wiki, ambapo ndugu zangu na dada zangu ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo, ni matumaini yangu ya kwamba usiku wenu ulikuwa ni wa baraka, na asubuhi leo, wakati ambapo umeweza na kuamka, katika uso wa dunia umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana si kawaida tu kujipata kwamba umeweza na kuamka tu katika uso wa dunia. Huwa ninakukumbusha wakati ambapo umeweza na kuamka kunjipata tu umeamka, kubarikiwa yani, kubarikiwa tu na uhai, hiyo ni baraka ya kwanza. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hilo. Sio kawaida tu kujipata tu umeamka, ni wengi walitaka wakaweza na kuamka katika uso wa dunia, na haya, haya ya, yani awapo tena katika uso wa dunia. Hivyo basi tunafaa na kumshukuru na kuomba kwamba yale yote ambayo alikuwa anayataka tukaweze na kuyatimiza kwa siku ya leo yakaweze na kutendeka kwa wema wake. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kubarikiwa pamoja kupitia neno lake ambalo tunaletewa na mtumishi wake Pasa Pricilla Muasya kutoka kanisa la ABC Mwang'a Kangundo Pastorate. Karibuni mpendwa mtazamaji. Nakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana tena kwa ajili ya asubuhi ya leo na kwa ajili ya kutuita tukaweze kuwa pamoja katika neno la asubuhi ambalo tutatoa katika kitabu cha Waebrania sura ya kumi na mbili na tutasoma mstari wa pili ambao unasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Tuombe. Baba mtakatifu, kwa jina la Yesu tunakushukuru tena asubuhi ya leo, hakika Mungu umekuwa pamoja nasi, tumeuona mkono wako na rehema zako juu yetu. Ni wakati mwingine ambapo tunasikia neno lako, unene nasi na utusaidie. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba amina. Katika huo mstari ambao tumesoma wazo la leo au neno ambalo tuko nalo siku ya leo ni kumtazama Yesu, ni kumtazama Yesu. Mtumishi wa Bwana Paulo, ambaye anatarajiwa kwamba aliandika hichi kitabu na waandishi wengine, aliweza kuwahimiza ili wakaweze kumtazama Yesu, yeye aliye maanzisha imani yao na yeye anaoitimiza imani yao, na inasema ni kwa ajili ya mambo aliyopitia, kwa ajili ya msalaba. Biblia inasema hata alidharau aibu ya msalaba, na tunaona ya kwamba ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, kwa maana Yesu alishinda. Hii ina maanishi ya kwamba tunapomtazama Yesu katika maisha yetu tutaweza kuwa washindi, na pamoja ya kuwa washindi tunaona ya kwamba hatutakuwa vile tena, hatutakuwa vile tena. Jambo la kwanza, tutaweza kupata wokovu. Jambo la pili, tutaweza kuwa wakamilifu wa imani. Jambo la tatu, tutakuwa na mwanzo mwema. Biblia imesema ya kwamba tukimtazama Yesu, yeye aliye mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji, sijui macho yako umeyakaza wapi, sijui macho yako unatazama wapi Unamtazama nani akaweza kuleta msaada katika maisha yako? Maana bibilia imesema imetuimiza, asubuhi ya leo tukamtazame Yesu aliye mwanzishaji wa maisha yetu, aliye mwanzishaji wa imani yetu. Bibilia inasema tukamtazame yeye, maana yeye, tutakapomtazama kama vile yeye alivyokuwa mshindi, alivyoshinda mauti, alivyoshinda ule msalaba, hata nasi tutaweza kuwa washindi, maana hapa bibilia ime

tutaweza kupata wokovu, wokovu kutoka katika dhambi, wokovu kutoka katika mauti, wokovu kutoka katika maisha ambayo hayampendezi Bwana, na tutaweza kuwa wakamilifu wa imani. Imani yetu itakuwa kamilifu, kwa maana Yesu ni mwenye imani na Yesu ndiye mwanzishaji wa imani yetu. Pia tunaona ya kwamba mwanzo wetu, kama vile tumeona zile hatua, tumeona ya kwamba mwanzo wetu utakuwa mwema. Hatutakuwa vile tena, kwa maana tumemtazama Yesu, kwa maana tumemtumainia, kwa maana macho yetu tumeyakaza mahali pale. Wapo wengi ambao wame, wameacha kumtazama Yesu katika shida zao. Wengi wameacha kumtazama Yesu, wameanza kuwatazama watu, wameanza kutazama mali yao, wameanza kutazama watoto wao wakawasaidie, wameanza kutazama hata elimu yao, wengine hata wameendelea wameanza kutazama waganga ili wakaweze kuwaponya magonjwa yao, wengine wataz, wanatazama wanaume wao ili wakaweze kuwasaidia. Wengine wanatazama viongozi wao wakawasaidie. Wengine wanatazama hata wake zao wakawasaidie. Wengine wanatazama mambo ya ulimwengu yakaweze ya, kuwasaidia. Mpendwa, asubuhi ya leo mtazamaji, naomba macho yako ukamtazame Yesu, maana utakapomtazama Yesu, Biblia imesema ya kwamba tukamtazame huyu Yesu. Tunaona mfano ya kwamba siku moja wana wa Israeli walipokuwa jangwani walipopigwa na wale nyoka, wale nyoka ambao walikuwa kama moto. Biblia inasema Musa mtumishi wa Bwana aliweza kutengeneza nyoka wa shaba na akamuweka mahali pa juu sana, na hivyo Musa akaambiwa na Mungu awaambie wana wa Israeli watakapoumwa na wale nyoka, wakamtazame nyoka wa shaba. Asubuhi ya leo mpendwa mtazamaji, Yesu ndiye tunayepaswa kumtazama katika mahitaji yetu, katika magonjwa yetu tukaweze kupona katika mahitaji yetu tukaweze kutimizwa, katika hali ya maisha yetu tukaweze kuona wokovu wa Mungu. Katika Matendo ya Mitume sura ya tatu mstari wa tano na wa sita Biblia inasema nini kuhusu Petro na Yohana? Siku moja walikuwa wanaenda katika nyumba ya maombi, na mahali pale tunaona ya kwamba palikuwa kiwete aliyekuwa anawekwa mahali pale akaombe msaada. Katika mstari wa tano unasema hivi. Unasema ya kwamba akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nasareti, simama uende. Bwana Yesu asifiwe. Tazama jinsi Yesu anavyosaidia wale wanaomtazama. Kiwete alikuwa anatazama Petro, alikuwa anamtazama Yohana akiona ya kwamba anaweza kupata usaidizi, lakini mpendwa, usaidizi wa kweli na wa haki. Unatoka kwa Yesu asubuhi ya leo. Jifunze kumtazama Yesu katika maisha yako, katika mambo yako, katika mienendo yako, katika biashara yako, katika masomo yako, katika mji wako, mtazame Yesu. Naye huyu Yesu ataweza kukusaidia jinsi alivyomsaidia yule kiwete. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu, neno lako limetuhimiza ya kwamba tukamtazame Yesu, yeye aliye mwanzo na mwisho wa imani yetu. Naomba asubuhi ya leo kwa ajili ya mpendwa, msaidie kukutazama wewe Yesu, na akaweze kupata kibali machoni pako Baba. Tunapokutazama tumeona ya kwamba tupa, tutapata usaidizi wa mambo ambayo tunahitaji katika ulimwengu huu, usaidizi, usaidizi, usaidizi wa kiroho uh, usaidizi wa kiakili na usaidizi wa mwili. Baba yetu, ni asante kwa ajili ya neema yako. Tusaidie na utuongoze, tunapokutazama Mungu wetu, nguvu zetu zikaongea Zeke, katika tumaini na kukupenda katika jina la Yesu Kristo tumeomba Amina. Kumtazama Yesu. Tuinue macho yetu kila wakati na tumtazame Yesu. Kumtazama ni kusema kwamba tengemeo letu liko pale. Ni kusema kwamba matumaini yetu yote yako pale. Je, wewe unamtazamia nani? Maana ukimtazamia tu Yesu hakika, mambo yako yatakuwa sawa. Hakika kile ambacho ulikuwa unahitaji kutoka kwake utaweza na kukipokea ukimtazamia Yesu, bila kutazama, yani kile ambacho meimbi uko nacho, meimbi wale ambao wana yani wanakuzunguka, meimbi wale wazazi wako, meimbi yule ambaye ulimwona sana, mnaweza na kukusaidia. Ukitoa matumaini yako pale utajua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye tu wa kutumainiwa na anaweza na kumtendea mazuri yule ambaye anamtumainia kila wakati. Hivyo basi, tuinue macho yetu na tuzidi na kumtazamia Yesu mwenyewe bila kutazama mwingine hapa kando, usije ukatua tumaini lako pale, maana hapo ndipo tu unaweza na kusaidika. Mungu, nakubariki, uwe na wakati mwema, uwe na siku njema. Tupatane saa tatu na nusu usiku tukawezi na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.